Kombozi mkubwa sana kwa kipindi mwanamke yupo kwenye majira ya baridi ndani ya dunia yake, nikisema dunia yake, ke ndani ya tumbo la uzazi, ndani ya mahali ambapo pa, ni patakatifu pata pana energy kubwa za msingi. Kwa kipindi hiki ambacho mwanamke anapitia hedhi, ana uwezo mkubwa sana wa kuumba kitu chochote kwenye dunia, akazungumza kitu chochote na kikatokea kwenye dunia. Nakupa siri hii, siku zako za hedhi ukizitumia vizuri vizuri kabisa, chochote unachokizungumza kinatokea, kwa sababu ndio siku ambazo upo kwenye ma, ma, ma, majira ya baridi ma, ni, ni kipindi ambacho unakuwa karibu sana na energy kubwa na nishati kubwa ambayo wengi mnaita Mungu. Mwanamke kipindi cha hevi anakuwa anakoupa kwenye nishati kubwa sana eh, ya hali ya juu, kwa sababu tayari anakuwa eh, amejiunganisha na vitu vikubwa ambavyo nimeshavisema nimesha kwa kipindi hiki. Sasa mwanamke akitulia chini kabisa, akajua kanuni za kuzungumza kanuni za maneno, kwa sababu kupitia maneno, ukiwa kwenye hedhi na ukajua elimu ya maneno, namna gani utamke, namna gani uzungumze, wewe unaondokana na kila aina ya shida. Utaondokana na shida ya ajira, utaondokana na shida ya mahusiano, utaondokana na shida ya ugumu wa maisha. Mume wako atapata kazi, watu, ugonjwa, kila kitu kinatibika kupitia